Usiku ulikuwa mtulivu, upepo mdogo ukipenya dirishani. Amina alisimama karibu na mlango akishika simu bila kuitazama. Moyo wake ulikuwa unapiga haraka kuliko kawaida. Aliposikia sauti yake nyuma, hakugeuka mara moja. Bado unanichukia? aliuliza Juma, kwa sauti ya chini, ile sauti iliyomchanganya siku ya kwanza walipokutana. Amina alitabasamu kidogo, bila kujua kwa nini. Sikukuchukia, alisema, ni kukuogopa. Juma alikaribia hatua moja tu, si zaidi. Umbali mdogo uliobaki kati yao ulikuwa mzito kuliko ukuta. Hakumgusa. Hilo ndilo lililofanya hali iwe kali zaidi. Na bado uko hapa, alisema. Amina akageuka, macho yao yakakutana. Hakukuwa na haraka, hakukuwa na maneno mengi. Ilikuwa ile sekunde ambayo moyo unaamua kabla akili haijapata nafasi. Alipoinua mkono wake taratibu, Amina hakurudi nyuma. Hapo ndipo alijua hakuwa anatafuta mwili wake, alikuwa anatafuta hisia ya kuchaguliwa. Na hilo lilimsisimua zaidi kuliko chochote kingine. Ukweli mchungu: msisimko wa kweli hauanzi mwilini, unaanzia kichwani. Watu wengi hawajui hilo, ndiyo maana wanacho